Dhambi zako zimesamehewa. Tunasoma kitabu cha Luka Mtakatifu sura yake ya saba mstari wake thelathini na sita inasema hivi: Basi Farisayo mmoja alimwalika Yesu nyumbani kwake kwa chakula. Hivyo Yesu akaenda nyumbani mwa yule Farisayo na kukaa katika nafasi yake mezani. Naye mwanamke mmoja kwenye ule mji ambaye alikuwa mwenye dhambi alipojua kwamba Yesu alikuwa akila nyumbani mwa yule Farisayo akaleta chupa ya marahamu yenye manukato yule mwanamke akasimama nyuma ya miguu ya Yesu akilia, akailowanisha miguu yake kwa machozi yake, kisha akaifuta kwa nywele zake, akaibusu na kumiminia manukato. Yule Farisayo aliyemwalika Yesu alikuwa huyu mwanamke ni mwenye dhambi. Yesu akanena, akamwambia: Simoni, nina jambo la kukwambia. Simoni akajibu: Mwalimu, sema. Alikuwa na mtu mmoja, aliwakopesha watu wawili fedha, mmoja alidaiwa dinari mia tano na mwingine dinari hamsini wote wawili walipokuwa hawezi kulipa, aliyafuta madeni yao wote wawili. Sasa yupi kati yao atakayempenda yule aliyewasamehe zaidi? Simoni akajibu, nadhani ni yule aliyesamehewa deni kubwa zaidi. Naye Yesu akamwambia, umehukumu kwa usahihi. Kisha akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, je, unamwona mwanamke huyu? Nilipoingia nyumbani mwako, huku nipa maji ya kunawa miguu yangu lakini huyu ameinawisha miguu kwa machozi yake na kunifuta kwa nywele zake. Huku ni salimu kwabusu, lakini huyu mwanamke hajaacha kunibusu kuibusu miguu yangu tangu nilipoingia. Huku nipaka mafuta kichwani mwangu, lakini yeye ameipaka miguu yangu manukato hayo. Nakwambia, dhambi zake zilizokuwa nyingi zimesamehewa, kwani ameonyesha upendo mwingi. Lakini yule aliyesamehewa kidogo, kupenda kidogo. Kisha akamwambia yule mwanamke, dhambi zako zimesamehewa.